Mungu, SGR ilikuwa inapita Itigi na Manyoni, sasa SGR inakuja Singida mjini. Nani kama Dkt. Samia wakuletwa kwetu hapa SGR? Imerahisisha maisha Wanasingida sisi na bidhaa zetu tunaelekea duniani. Kwa hiyo haya ni mambo mazuri, lakini kubwa zaidi tumesubiri sana kiwanja chetu cha ndege kimewekwa kwenye utekelezaji wa ilani ya ishirini na sita thelathini na chenyewe kinanengwa, inatupeleka Singida duniani. Kwa tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini sisi Singida tumekuwa na barabara zetu ambazo tunasema zikifunguliwa hizi barabara, Singida itakuwa njema sana. Kwa hiyo nashukuru na nafurahi na kwamba serikali yetu imesikia kilio, mbunge amesema na mimi nitaendelea kusema zile barabara ambazo zimekuwa kilio cha wanasingida zinaenda kujengwa sasa kwa kiwango cha lami kienda mkiwa Itigi, barabara ile inajengwa kwa kiwango cha lami na sio siku gani, ni sasa. Mkandarasi ataanza kazi muda si mrefu. Barabara yetu ya Sepuka Ndago inajengwa kwa kiwango cha lami kuanzia Sabasaba, hiyo nayo ni barabara ambayo imeliliwa sana na wanasingida. Barabara yetu ya kutoka Eguguno kwenda Mkalama inawekwa na yenyewe inajengwa kwa kiwango cha lami na ni sasa. Barabara yetu ya Singida Ilongero imeliliwa sana lakini na yenyewe inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Barabara yetu ya Mchepuko imesubiriwa sana na yenyewe inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. E, swala la SGR kuja Singida ni swala la heri sana, litatufanyia wepesi katika safari zetu za kutoka Singida kwenda Dar es Salaam. Kwa kweli ni swala ambalo tumelipokea kwa mikono miwili na tumejipenda vibaya mno yn yani. Ni jambo adhim jambo zuri, ni jambo ambalo hatukulitaraji, lakini limeonekana kama limekuwa surprise kwa watu wa Singida. Tunasema asante sana kwa serikali kutuletea jambo hili.